Mkuu wa mkoa ameniomba ya kwamba hapa katika hii barabara kuna msongamano mkubwa kuanzia shule ya Uhuru kule Kamata mpaka uwanja wa ndege mpaka hapa Gongo la Mboto, na kutoka Gongo la Mboto mpaka kwenda uwanja wa ndege mpaka unafika shule ya Uhuru, ameniomba kwa wakati huu ambapo wataalamu wanathibitisha kwamba barabara imekwisha kukamilika na inaweza kutumika, yeye ameomba kwa niaba ya watu wa Dar es Salaam ya kwamba tuwape ruhusa muweze kuitumia barabara hii ili kupunguza misongamano na mafoleni, ili watu wanaokwenda katika biashara wawahi kwenye biashara, watu wanaokwenda kwenye huduma za afya Muhimbili na kwingineko kwa amana waweze kwenda, na watu wanaokwenda kuwasalimia ndugu na jamaa zao waweze kwenda. Mheshimiwa, mkuu wa mkoa, na ndugu zangu wa hapa Gongo la Mboto, hayo ndiyo maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amenituma ya kwamba nije kutoa ruksa kipindi hiki ambako bado mabasi ya mwendokasi hayajawa tayari, mkoa ujipangie utaratibu, magari mengine ya Watanzania yaweze kutumia barabara hii pasi na shaka yoyote. Kwa hivyo mkuu wa mkoa, jambo lako limepita, limekubalika, limeruhusiwa kwa ruhusa hiyo ambayo ilikwisha kutolewa na maelekezo kwangu mimi waziri wa ujenzi na mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani watu wawe wanapita wanapita katika msongamano mkubwa, wameshonana katika madaladala, halafu katikati iko njia haitumiki na ni njia iliyojengwa na watanzania wao wenyewe. Ndio maana mama yetu daktari Samia akasema, nenda kazungumza na mkoa. Mkoa akikuomba, mruhusu, ila uratibu ataufanya yeye mwenyewe na wasaidizi wake katika ngazi ya mkoa, na nilizungumza na waziri wa TAMISEMI kwa sababu maelekezo haya tumepewa pamoja, mimi na waziri wa kaliteini tumekubaliana ya kwamba tuje, na sasa tumefika katika hatua ya mwisho njia hii iweze kutumika.